A sisi tutapata nafasi ya kusikiliza na kupeleka hizi taarifa kwa jamii. Dada Nifa, karibu mbele yetu. Ni waandishi wa habari wa vyombo vya habari mbalimbali, kama maiki zao zinavyojieleza, wa ndani na wa nje. Karibu uweze kuzungumza nao, lakini kwa taarifa tu ya awali, kuna baadhi ya wenzetu hapa watakuwa mbashara, wako live moja kwa moja. Kwa hiyo karibu uweze kuzungumza nao, uweze kutuambia kile ambacho umetuitia. Karibu. Uh, kwanza kabisa namshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Ni siku nzuri mashallah, nimerudi kuungana na familia yangu tena na, uh, haikuwa safari rahisi, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila kitu. Kikubwa tu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 Sio maisha mazuri, vurugu hizi. Kuna vitu vikiwa vinatokea vya vurugu, unakuwa wewe unajiangalia tu wewe kama wewe kwa vibe zako na miemko yako, lakini kule magereza kuna watu kwa vurugu tu kutokea, wao tarehe zao za mahakamani zinasimama, upelelezi unashindwa kuendelea. Kwa hiyo yani, vitu vinakuwa vinasimama, vitu vingi vinasimama. Kwa mimi nawashukuru tu wa Tanzania kwa kuzungumza lolote zuri kuhusu mimi, namshukuru mama angu nashukuru familia yangu, nashukuru waandishi wa habari, mmekuwepo kwanzia siku ya kwanza naenda mahakamani mpaka leo natoka mimi. Sina mengi, nahisi nikiongea sana nitachanganya mambo, lakini tu namshukuru Mwenyezi Mungu. Na kubwa, nataka tu nitoe hii hadithi moja kwa mtu ambaye yuko nyumbani anapitia wakati mgumu, akikumbuka hii hadithi itamsaidia, kwa sababu wanasema sisi Waislamu tunaamini kheri na shari zote zinatoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwa, hapo zamani kulikuwa kuna mfalme mmoja. Huyo mfalme alikuwa anafanya kazi zake, alikuwa na kijakazi wake. Kwa bahati mbaya akajikata kidole. Alivyojikata kidole, yule mfalme akamwambia mfanyakazi wake, nimejikata kidole. Yule mfanyakazi akamwambia mfalme, ni heri yako. Mfalme akasema, kwa nini huyu ananiambia mimi ni heri yangu, wakati mimi nimejikata kidole? Akamchukua yule jamaa akamfunga, akamweka ndani. Mfalme akawa ametoka ameenda kwenye mambo yake, akakutana na wachawi. Alipokutana na wale wachawi wakamchukua wakataka kumtoa kafara. Walipotaka kumtoa kafara, yule mkuu wa makafara akamwambia, huyu hatuwezi kumtoa kafara kwa sababu hajatimilika, sio binadamu kamili, kwa sababu vidole vyake havijakamilika. Kwa hiyo ile ndio ikawa pona yake, akaondoka akaachiliwa, akarudi tena kwa yule mfanyakazi akiwa yani anaumia kwamba ha, kumbe ndio maana aliniambia ni heri yangu. Akaenda kumwambia yule mfanyakazi, kwa nini sasa uliniambia ni heri yangu wewe, heri yako ni ipi? Akamwambia heri yangu mimi ni kwa sababu nilivyokwambia vile, umeniacha huku ukaondoka peke yako. Ina maana kama tungeondoka pamoja, wewe badala ya kukuchukua wewe, wangenichukua mimi ambaye nimekamilika. Sisi tunaelewana jamani? Kwa hiyo kwenye kila jambo unatakiwa kushukuru. Hiki kitu ambacho Mungu amenipitisha, najua amenipitisha kwa ajili ya vijana wenzangu. Kuna vitu ambavyo tunavifanya kwenye maisha yetu ya kila siku, tunaviona ni vitu vya kawaida, lakini kidogo tu kikosea, kinakupeleka gerezani. Kwa mimi najua nitakuwa balozi mzuri wa vijana wenzangu, kuweza kulinda mienendo yetu, tunaishije, tunafanyaje, tunaepuka kipi, tunafanya kipi kwa wakati sahihi. Yaani, hilo mimi nani, mjiandae huko, vijana wote mnaoniangalia mimi kama mfano, yako makosa mengi ambayo tunayafanya kwenye maisha yetu ya kila siku tunaona ni kawaida, lakini kimsingi ni vitu vikubwa sana. Kwa mimi niishie tu hapo, na mkipata magumu msilaumu sana Mwenyezi Mungu, anayo sababu kwa kila kitu, hakuna kitu hakuna kinatokea duniani bila idhini yake kama mama wangu ana lolote la kusema. yeah, yeah. mm. Unaielezeaje hatua ya msamaha ambayo Mheshimiwa Rais alitoa kwenu, na je, siku unakamatwa ukiwa hospitali mpaka siku unapelekwa uliamini kwamba unasahuukama aoge siku na yani, unajua yani, st nisemaje, yani st yani

hakutegemea sasa yeah, yeah, uh, kusema zaidi ya kumshukuru mheshimiwa Rais, DPP na wote walioshiriki kwa kusaidia sisi kuweza kutolewa

Mimi ni langu kwanza, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza ah, kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, muumba mbingu na ardhi. Baada ya kumshukuru aua, narejea kwa magoti kama nilivyomwendea Mheshimiwa Rais kumwombea binti yangu msamaha. Nashukuru sana, nimefurahi. Yani hapa nina furaha sana, ninakushukuru sana mama. Mama, nilikuja mbele yako nikiwa na hali mbaya, sikio nilikuwa naumwa, lakini nikaona njia pekee ya kumsaidia binti yangu ni kukuja mbele yako mama, na leo narudi mbele yako Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, ninakushukuru sana kwa msamaha wako. Hatimaye leo unajisikia furaha, niko na binti yangu kama nilivyoelezea. Mengi kuhusu mwanangu, ndivyo leo unavyojisikia furaha sana navyomuona, niko naye hapa mama. Asante. Mwenyezi Mungu akulipe, Mwenyezi Mungu akulinde, Mwenyezi Mungu akusimamie mama. Tunashukuru familia, familia yote imenituma tena leo. Hebu usisahau kumshukuru huyo mama, maana bila kauli yako, sijui kama hapa ningekuwa nimekaa na mwanangu. Nashukuru sana, yangu ni hayo tu kipindi kipindi chote alichokamatwa mwanangu kimeniathiri sana. Mimi mimi ni mgonjwa nimekuwa ni mtu wa kulazwa kila siku hapa Dar es Salaam kwanzia amekamatwa, yani leo hii ndo najisikia na, na nafuu, lakini mimi kula kwangu ni tabu. Presha yangu mimi huwa ni ya kupanda siku zote na kushuka, lakini mpaka dakika hii kuna madaktari watathibitisha hapa kila nikipelekwa sasa hivi iko juu, nikirudishwa iko chini, na sukari hivo hivyo. Nilikuwa nimeshindwa kubalance. Ni jana tu nilikuwa naongea na daktari akaniambia, sasa mama anashindwa nikusaidie vipi? Maana ukija nakupa dawa presha imepanda, wakikurudisha imeshuka, unawaza nini? Lakini yote kwa yote shida ilikuwa ni binti yangu tu na imani. Alhamdulillah, sasa hivi nitaka sawa, ndio <coughs> vijana ambao ni watoto wangu kama alivyonifa Ninawaomba wanangu, kabla haujafanya chochote kumbuka nyumbani, kumbuka ulipotoka, kumbuka mimi nimetoka Bukoba yani harahara baada ya kusikia shida za binti yangu. Mnafanya vitu kwa kwenu, kwa upande wenu, lakini hamjui na sisi mnatuumiza, mnatuathiri wazazi. Mimi mpaka hapa nina shida yani, maradhi yangu yamepanda zaidi ya nilivyokuwa. Naomba mtafakari kabla hamjafanya mambo yani, msifanye mambo kwa kukurupuka. Tuhurumie sisi, mtatuua. Mimi afya yangu mpaka hapa ni mbaya sana, yaani ni mbaya. Ni kwa ajili yetu ya binti yangu, lakini na imani yeye hakujua linaweza likawa kubwa kufikia huko. Alifanya fofani kama mnavyofanya wengine. Naomba muache, tafakarini sana watoto wangu, ninawaomba sana.